Vijana humu nchini wametakiwa kukumbatia masomo ya vyuo vya ufundi vya TVET ili waweze kujiajiri badala ya kungoja kuajiriwa na serikali. Mwanahabari wetu John Wanyama anaarifu zaidi. Wetu naibu wa gavana wa kaunti ya Wasiningishu Evans Kapke amesema mataifa yaliyoendelea ulimwenguni yanatafuta vijana walio na ujuzi wa kufanya kazi kwa mikono yao ili waajiriwe. Imefika wakati ya sisi tuambiane ukweli kwamba mambo ya kazi ni ngumu. Sisi kama kaunti ya Wasiningishu ujuzi, tulitangaza eh, last year tulitangaza 428 positions. Wale wali apply ni 38000. So walo walipata kazi ni 450 ama 420, walo awakupata ni 37,600. Na hawa ndio tunawaambia wajiunge na TVET, wajiandike kazi. Na umuhimu wa kuingia katika TVET institution like Laurel Beauty College ni kwamba inafunza watu kazi ya mikono, watu wanaeza kujitegemea, tunawacha hii kazi ya kusema tunatafuta white collar jobs, that white collar jobs kwizi ni kazi ya mikono. Tuingie kule, tujifunze kazi ya mikono, we isn't this burden of unemployment. Kapkea amedokeza kuwa hii ndiyo njia ya kipekee vijana kujikwamua kutoka kwa umaskini. Zamani walikuwa wanasema hii kazi ni ya watu kweli wamefail, lakini ukifuatilia sasa, hata ukiangalia graduates wenye tuko nao wengi, hata ma students wamekuja kusoma mambo ya mikono because wameshagundua ya kwamba you can employ yourself, it's not about kazi ni ya kina dada ama ni ya kina mama ama nani. Eldoret is a town yenye ina grow na kila mahali huwezi koza kao, kinyozi huwezi koza salon, huwezi koza hoteli, na wakijiingiza kwa hii mambo ya kama hii ya Eldoret Beauty ama waingie kwa vocational ama waingia hata kwa building size unaona kila mahali inajengwa kwa wa embrace the dynamic changing society na trends yenye inakuja wakiongea wakati wa kufuzu kwa wahitimu kutoka chuo cha kiufundi cha TVET jijini Eldoret washikadau katika sekta ya elimu wanahoji kuwa ni wakati wa kila kijana kujitegemea kupitia ujuzi wanaopata vyuoni Mizo wangu ni kwamba dunia inabadilika, vijana waende na vile dunia inabadilika. Kaunti ya wasinigishwi ina vyuo vya kiufundi kumi na vitatu ambavyo malengo yake ni kunoa makali ya ujuzi mbalimbali mbali kwa vijana kama vile ulimbwende, mafundi wa kujenga nyumba, mafundi wa kuchoma vyuma, mafundi libomba miongoni mwa mengine ndio ile kitu mtu anaweza kupea powerful sana, yenye anaweza jifanya utafanya itakupush several miles more than ile kupewa kazi. Za mkono zinalipa, ukunje, tujikaze tu na hii kazi si ya wanawake peke yao, hata wanaume tunaweza fanya hii kazi. Wanaosema husema dawa ya uvivu ni kufanya kazi, hivyo basi ni wakati mwafaka vijana kujitolea kusomea tari luma mbalimbali zitakazowawezesha kupata kazi haraka kupitia ujuzi wao. John Wanyama, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Uasin Gishu.